Jamhuri ya Muungano <coughs> wa Tanzania, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Kilimanjaro Nordin Hasan Babu, makamu mwenyekiti wa bodi Profesa Neema, kurugenzi pamoja na kuru yako yote, meneja wa kanda, kurugenzi mtendaji pamoja na meneja wetu dada Neema, mabibi na mabwana, asalamu Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hadhara hii ya kwako na wananchi hawa leo wana furaha sana, ndio maana wamaona wazazi, wakazi wa eneo hili, walimu, watumishi wote, wamekusanyika hapa kwa ajili ya kukusikiliza wewe. Mimi nilikuwa hapa na hapa ni nyumbani. Leo watu hawa wanataka kusikia mgeni rasmi lakini kwa niaba ni washukuru sana CRDB, Mungu awabariki sana sana. Asiyeshukuru kwa kikubwa au kidogo, asiyemshukuru mwanadamu anayemwona hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa mkuu wa <laughs> mkoa, nikukaribishe hadhara hii ni yakwako, karibu useme na wananchi wetu.